Katika kampeni zinazoendelea za Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania, huko mkoani Geita, leo mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama hicho, Dkt. Samia Suluhu Hassan, amewahakikishia wakazi wa Geita vijijini kuwa endapo atapata ridhaa ya kuongoza tena, atakomesha migogoro ya ardhi inayowakumba wakazi wa eneo hilo. Ndugu zangu wa Geita, naifahamu changamoto ya migogoro ya ardhi. Ahadi yenu kwangu, kwenu, ahadi yangu kwenu ni kuleta timu ya wataalamu kuja kuangalia kiini cha changamoto yenyewe, ukubwa wa changamoto na alafu watupe mapendekezo, nini cha kufanya, lakini lengo ni kutoa hati za umiliki ili kuondosha changamoto hiyo kabisa. Ndugu zangu, Ninakumbuka miongoni mwa mahitaji yenu kama alivyosema mgombea ubunge ni barabara ya Geita hadi Nzera ya kilomita 43, lakini leo zimeombwa kilomita 38. Na kuanzia hapa kwenda huko inakoelekea barabara hii tayari tulianza nadhani kuijenga. Niwahakikishie tunakwenda kuimaliza kwa kiwango cha lami. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema limeanza operesheni ya awamu nyingi kusimamia mchakato wa kuwaachilia mateka waliokuwa wakishikiliwa na Hamas huko Gaza. Mabadilishano hayo yanayofanyika chini ya mpango wa kusitisha mapigano uliofadhiliwa na Marekani yanaashiria hatua ya kwanza kuelekea kumaliza vita vya miaka miwili vilivyoiteketeza Gaza na kusababisha maafa makubwa kwa pande zote mbili. Mapema leo Jumatatu, Hamas ilitoa orodha ya mateka 20 walio hai watakaoachiliwa pamoja na orodha ya zaidi ya wafungwa 1900 wa Kipalestina wanaotarajiwa kuachiwa na Israel. Mali imetangaza kuwa raia wa Marekani wanaotembelea nchi hiyo ya Afrika Magharibi watatakiwa kulipa ada ya hadi dola elfu kumi kwa ajili ya viza za kibiashara na utalii. Ubalozi wa Marekani nchini Mali ulisema siku ya Ijumaa. Ada hiyo ilianzishwa ili kuimarisha dhamira ya Marekani ya kulinda mipaka ya Marekani na kulinda usalama wa taifa la Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Mali ilisema hapo Jumapili kwamba ada hiyo iliwekwa kwa kuegemea upande mmoja na imeamua kuanzisha mpango wa viza sawa na huo kwa raia wa Marekani. Mabadiliko ya sera ya viza yanakuja licha ya hatua za kuboresha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Tishio la hivi punde la Donald Trump la kutoza ushuru wa zaidi ya asilimia 41 kwa bidhaa za China ni mfano wa kawaida wa uonevu wa Marekani, serikali ya China imesema. Msemaji wa wizara ya biashara pia alisema China inaweza kuanzisha hatua zake ambazo hazijabainishwa ikiwa rais wa Marekani atatekeleza tishio lake, akiongeza kuwa haiogopi uwezekano wa vita vya kibiashara. Siku ya Ijumaa, Trump alijibu hatua ya Beijing ya kutekeleza sheria kali za mauzo ya madini ya dimu, akishutumu kwa kuwa na uadui na kujaribu kushikilia ulimwengu. Lakini siku ya Jumapili, Trump aliandika, usijali kuhusu China, yote yatakuwa sawa. Na rais wa Marekani Donald Trump anafikiria kutuma makombora ya masafa marefu nchini Ukraine, akisema itakuwa ni hatua mpya katika vita vyake na Urusi. Hii inafuatia simu ya Jumapili mwishoni mwa juma kati ya Trump na rais wa Ukraine Zelenski ambaye alishinikiza kuwepo kwa uwezo mkubwa wa kijeshi kuanzisha mashambulizi ya kukabiliana na Urusi. Hapo awali Moscow ilionya Washington dhidi ya kutoa makombora ya masafa marefu kwa Kyiv, ikisema kuwa hatua hiyo itasababisha kuongezeka kwa mzozo huo na kuzorotesha uhusiano kati ya Marekani na Urusi. Endpoint. ni zaidi ya habari.